Kwanza ni kupongeze kwa kuweza kuvuka mwaka, na labda inawezekana wewe una mpango wa kuwa na ujauzito mwaka huu ambao ni 2026 au tayari ushakuwa mjamzito mzito, unaweza kujifungua mwaka huu wa 2026. Sasa kwa wale ambao walikuwa wanajipanga kuweza kuwa na ujauzito mwaka, mwaka huu wa 2026, labda ni mara yao ya kwanza kuweza kubeba ujauzito katika kipindi hichi cha mwaka huu wa 2026. Kuna mambo ambayo unaweza kufanya kabla ya kuwa mjamzito au hata kama umeshakuwa mjamzito, kuna vitu ambavyo unataka uweze kufanya. Sasa mara nyingi nimeweza kuzungumza 2025, 2024, kuna mambo ambayo unataka kuweza kufanya japo mwaka huu 2026 kuna vitu vichache nitaviongezea. Kwanza kabisa, tulisema ni vyema kuweza kujipanga kuhusiana na masuala ya ujauzito, maana kwa ujauzito kuna masuala ya uchumi, lakini vile vile kuna masuala ya kimungu au masuala ya kimani, ni vyema kuweza huyaweka sawa lakini, kile kikubwa zaidi ni kuweza kuhakikisha kwamba unapima na kuweza kujiandaa na ujauzito. Kwa wale ambao wanapenda sana kuweza kupangilia ujauzito wao, kwa maana kwamba labda anapanga ujauzito wake kabla ya kuweza kubeba huo ujauzito, basi kuna vile vipimo vya kuweza kufanya, kwa mfano, kupima wingi wa damu, kupima group lako la damu, lakini kuweza kujua kama una magonjwa ya kuweza kurithi kama siko seli au selimundu kuna magonjwa kama pressure, magonjwa ya kisukari na magonjwa mengine mengi, kama magonjwa ya moyo, magonjwa ya pressure. Haya ni muhimu sana kuweza kuyajua, na kama unayo ni vyema kuweza kukaa na daktari muhusika, eh, haswa daktari wa kina mama na kuweza kumuuliza, je, unaweza kubeba ujauzito na madhara gani yanaweza kuja kutokea. Sambamba na hilo, kuna magonjwa ambayo tutakao kuweza kupima, kwa mfano kama maambukizi ya virusi vya ukimwi. Vilevile vile kuna magonjwa kama ya homa ya ini au hepatitis B ni muhimu sana kuweza kupima, kwa sababu yanaweza yakawepo kwenye mwili wako yasionyeshe dalili yoyote, na wengi tumewagundua, tumewaibua katika kipindi chao cha ujauzito, wanapokuwa wanaanza kliniki pale mwanzoni, wanakuwa wamepima. Sasa wewe kama unajipanga basi unaweza ukaangalia mwanzoni. Kwa hiyo hivi vipimo vyote tukafanya mwanzo kabisa, kabla ya kuweza kubeba mimba, wewe na mpenzi wako au mume wako mkajua kabisa kwamba mna aina gani au kundi lipi la damu, lakini vilevile vile na magonjwa mengine ya kuweza kurithi kama yapo kwenye ukoo wako au kama yapo e, ulishakuwa nayo ukapona, ulitibiwa. Kwa mfano kama magonjwa haya tunasema ya kaswende au sifilis kwa jina lingine, ni vyema sana kuweza kuyaangalia. Lakini jambo lingine ni vyema kuweza sasa kwenye swala la kiimani kumshirikisha Mungu e, unapopangilia ujauzito wako unapoanza kutafuta ujauzito basi mshirikishe Mungu katika kila hatua ambayo unakuwa unaenda, kwa sababu wakati mwingine sisi kama binadamu hatuna uwezo sana kuweza kufanya baadhi ya vitu ambavyo viko nje ya uwezo wetu. Nimekuwa nikisema mara nyingi kwenye video yangu 2025 kwamba kuna mambo ambayo yanakuwa yako nje ya uwezo wetu, kwa hiyo na wewe ni vyema pia kuweza kumshirikisha Mungu. Lakini jambo lingine ni vyema sasa kuhakikisha kwamba unatumia dawa muhimu ambazo tunaita ni supplement au dawalishe kutumia uh, kidogo kimoja kwa sasa hivi, hapa nazungumzia kwa upande wa mama. Lakini vile vile kwa upande wa baba unaweza kutumia supplement kama folic acid, japo sio lazima sana kwa mwanaume, labda kama una changamoto nyingine, lakini kwa mwanamke ni muhimu sana kuweza kuandaa mwili wako kuweza kuweza kubeba mimba. Kwa hiyo kama umepima magonjwa yote hauna, uko vizuri, umemshirikisha Mungu, unaweza kutumia supplement vizuri, lakini vile vile sasa ni vyema kuhakikisha kwamba unaepuka baadhi ya vitu. Hapa tunaepusha kwa mfano kama kahawa, kwa mwanaume na mwanamke. Kuna vitu kama pombe, ni vyema kuweza kuepuka. Sigara zinaweza kuathiri afya ya uzazi wa mwanaume, afya ya uzazi wa mwanamke, hivyo ni vyema kuweza ukaa nayo mbali. Lakini kama uko mazingira ambayo labda mume wako anavuta sigara, basi unaweza kumshauri mkaenda hospitali mkashauriana. Jambo lingine la kuweza kusisitiza ni kujikinga na magonjwa yanayosambazwa na ngono au mapenzi. Kwa mfano kuna hiyo e, homa ya ini, lakini vilevile kuna magonjwa kwa mfano saratani ya shingo ya kizazi ambayo unaweza kupima pia kabla ya kuweza kubeba ujauzito ukajichunguza, lakini vilevile kuna magonjwa ya ngono kama kaswende, kisonona ni vyema kuweza kuepuka, kwa sababu inaweza kapelekea changamoto ya kuwa na pelvic inflammatory disease au magonjwa ya via vya uzazi, ikaleta changamoto kwenye uzazi wako, kwa unapata mimba ambazo zinatunga nje ya kizazi, ukakatwa mirija, mwisho ukaanza kupata changamoto ya kuweza kubeba mimba. Hiyo ni vyema sana kuweza kujikinga. Lakini vile vile, jambo lingine ukishajikuta sasa umeweza kupata mimba. Basi ni vyema kuweza kuanza kliniki. Sasa ule utamaduni kwamba unaanza kliniki mimba ikiwa na miezi mitatu miezi minne, siyo mitano au mpaka inakuwa mikubwa, tumbo linaonekana. Huo utaratibu ni wa kizamani sana, wa wazee wetu. Unaanza kliniki mapema, ndani ya ile miezi mitatu ya mwanzoni. Na hizi folic acid kama ulianza kuzitumia mwezi mmoja kabla ya kuweza kubeba mimba, unaendelea. Ni muhimu sana kwenye zile wiki tatu mpaka nne za mwanzoni kabisa za ujauzito unazotumia hizi folic acid. Unaanza kliniki mapema. Jambo ambalo nataka kusisitiza ni kwamba hizi folic acid au hizi prenatal vitamin au pregnacare zipo tu kwenye maduka ya madawa na ni supplement, sio dawa lazima ambazo kwa hizi nchi zetu sio lazima uweze kuandikiwa na daktari. Ukiona umejigundua kuwa ni mjamzito au unajipanga kuwa mjamzito umefanya vipimo huko vizuri tayari, unaanza kutafuta mimba, unaweza kuzinunua kwenye duka la madawa. Kikubwa tu unajua ni aina ipi ya dawa unaitumia na unaitumiaje. Ukienda kwenye duka la madawa unaweza kuelekeza vizuri kabisa na ukatumia vizuri. Kwa hiyo unaweza kuanza kliniki, na unapokuwa umeanza kliniki, basi kuna vile vipimo vya mwanzo ambao unaweza kufanya pia kwa kurudia kuweza kufanya pia, kwa mfano labda kama wewe ulikuwa hujafanya vipimo mwanzo kabla ya kuweza kubeba mimba, basi utapima pale mkojo, utapima homa ya ini, maambukizi ya virusi vya UKIMWI, magonjwa ya ngono na magonjwa mengine mengi, presha, kisukari na nini, utakuwa umeangalia, ili sasa kama na magonjwa yote yamegundulika pale, yaweze kutibiwa mapema, kwa sababu ile miezi mitatu ya mwanzo au ile miezi bado nafika wiki kumi na mbili, wiki kumi na moja, ndio kipindi ambacho mtoto au kijusi kinaumbika na kutumia dawa na kuwa makini, kwa sababu ugonjwa wote ukienda kuleta shida pale, basi unapata madhara makubwa kwa mtoto wako. Na vilevile utaelekezwa sasa mahudhurio ya kliniki, uhudhurie mara ngapi, utapewa maelekezo. Lakini ni vyema sana, ningesisitiza kwa mwaka wa 2026 wewe, kama ni mwanaume uko busy na kazi, ni vyema kuhakikisha kwamba basi unamsindikiza mke wako kliniki. Unapoenda kliniki kwanza, mara nyingi huwa tunawapa kipaumbele watu ambao wamekuja wawili mtu na mme wake ili waweze kuwahi kwenye majukumu yake. Kwa hiyo mwanamke ambaye anaenda kliniki na mme wake kwanza anajisikia vizuri, lakini vilevile anajiona kwamba anasapotiwa, anapata msaada wa kutosha, lakini vilevile anapewa kile kipaumbele kwenye huduma anakuta na wahi, ili mume wake aweze kwenda kwenye kazi nyingine. Kwa hiyo unaweza ukatafuta namna ukabanana wewe kama mwanaume ukaungana na mke wako mkawa mnaenda kliniki wote, hiyo itakusaidia sana na wewe kuweza kujua baadhi ya mambo ya kule hospitali, kwa mfano mke wako ana kundi fulani fulani la damu, kwa mfano baada lolote lile ambalo ambalo lina negative na na na, wewe umepima pale kaonekana kwamba kwamba una kundi ambalo ni ni positive, maana tayari utakuwa unapata elimu kwamba huyu mwanamke wako akifika kipindi fulani cha ujauzito au mara baada ya ya kuweza kujifungua ndani ya masaa kadhaa, anatakiwa aweze kuchoma anti D na anti D tunajua ni gharama laki moja na nusu, laki moja na sabini bara, wakati mwingine laki moja na themanini. Sasa ukipewa taarifa za ghafla na ulikuwa uendi kliniki, unaweza kuanza kubisha. Ndio hilo unakuta wanaume wanakimbia wanafichama, hawataki kusikia hizo taarifa, na atakwambia ah, wewe dawa gani? Mbona mke wa fulani fulani hajachoma na, amejifungua watoto watano? Kumbe asijue kwamba kuna utofauti wa yale makundi ya damu. Na usijifananishe na mtu mwingine. Unapokuwa unaenda kliniki, kuna mabadiliko mbalimbali ambayo yanaweza kutokea. Dawa za kuongeza damu ni muhimu sana, wewe kama mjamzito kuweza kuzitumia. Usipotumia dawa hizo, zinaweza kuleta changamoto, haswa kwako wewe mama mjamzito. Changamoto ambazo zinaweza kutokea ni zipi, nizipi? Kwa una upungufu wa damu Kukaa kwenye hatari ya mtoto wako kupata mgongo wazi, lakini na changamoto i ukajua mwanzoni umri wa mimba, lakini vile vile na mtoto amekaeje, kama mimba yako ipo kwenye mji wa uzazi au iko nje ya mji wa uzazi lakini vile miezi ya mitatu ya katikati ile unaweza ukajua kabisa mpaka jinsia ukajua mtoto wako yukoje na anaendeleaje na maumbile yake, kama kuna ulemavu, kujua mapema. Siku hizi hatupendi sana uweze kuchelewa kufanya ultrasound au subiri mpaka miezi mitatu ya mwishoni, wakati wakati mwingine kuna shida ambazo zinawezekana mimba ingeweza labda isiendelee kulingana na hali halisi ambayo ipo kule ndani. Kwa hiyo ni vema kuweza kujua mapema, lakini vilevile moja, kliniki, avi, pimo, ni vyema basi kuweza kupima zile vipimo ambavyo tunataka kuweza kufanya tuna changamoto moja, kina mama wanaenda kliniki wanasema vipimo hivi ni gharama, kwa mfano kupima damu kila mwezi, kupima mkojo kila mwezi. Wengine ambao wana hali ya kiuchumi ya chini. Ndio maana nimesema kwenye swala la uchumi ni muhimu sana ni vyema kuweza kujipanga kabla hujaanza kutafuta tu mimba hakikisha umeandaa fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unautunza vizuri ujauzito wako. Haya mambo ya bure yamepitwa na wakati. Kwa hiyo kabla hujabeba mimba ni vyema kuakisha kwamba unajua kabisa kwamba uwe na fedha za dharura, hasa wakati wa kuweza kujifungua, kwa sababu unaweza kwenda kujifungua kituo fulani, kituo kidogo, na pale ukafika kukutana na changamoto kubwa, labda una pressure kubwa, una kifafa cha mimba, ukataka upeleke hospitali kubwa ambako kuna gharama au hospitali ya private, eh, ukaambiwa kwamba kuna gharama za kuweza kutumia, kwa anza kuweka akiba kidogo kidogo kwenye upande wa kiuchumi we na mme wako mnaweza mkazungumza bwana, tunatakiwa tununue nguo za mtoto, kofia. Unafika wakati mwingine mjamzito amefika, amejifungua mtoto, hata hana pampasi ya mwanzo tu ya kuweza kuifunga hana, socks hana kofia. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vinauzwa bei ndogo, elfu moja elfu mbili. Unaweza kuanza kuviandaa na kuweza kuweka kwenye begi mapema kabisa na vitakusaidia. Lakini vilevile vile, kama umepimwa sukari umepimwa pressure haswa miezi mitano na kuendelea, pressure imeanza kupanda kuna dawa umepewa kule hospitali, basi dawa zako ni vyema kuhakikisha kwamba unatumia vizuri, na ni vyema kuhakikisha kwamba kama umeambiwa rudi kliniki kila, kila baada ya wiki mbili, basi uende hospitali. Usianze kujifananisha na mama mjamzito mwingine kwamba mbona yeye anaenda kila, kila baada ya mwezi mmoja, mimi nimeambiwa kila baada ya wiki moja niwe naenda. Tunatofautiana, kwa hiyo mama mmoja na mwingine wanatofautiana kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ujauzito ule, na ujauzito mmoja unatofautiana na ujauzito mwingine. Inawezekana mimba ya kwanza ulibeba ulikuwa una changamoto yoyote, mimba ya pili unapata kichefuchefu na tapika Ha, umepata presha ya ujauzito ni vyema kuhakikisha kwamba unafuatilia mahudhuri yako vizuri, unapima presha kwa uzuri kabisa, sukari, hivi vyote unavyopima ni gharama, kwa hiyo unaweza kukuta kila mwezi ukienda kupima kuna hela inahitajika. Usiseme kwamba ngoni hame, kuna wale ambao wanahama kutoka kliniki moja kwenda nyingine, anaenda sehemu ambayo hawapimi sana vipimo, hiyo unakuwa umetengeneza kaburi lako mwenyewe kwa sababu mwisho wa siku, siku ambayo unaenda kujifungua kama una upungufu wa damu una kisukari presha yako iko juu italeta changamoto kwenye wakati wa kuweza kujifungua kwa. Utakuta wakati kujifungua umepata kifafa, sukari yako imepanda sana, au utajifungua mtoto ambaye ni ana kilo tano au sita, na mwisho wa siku utakuwa uweze kufanyiwa upasuaji, wakati kama ingekuwa inajulikana mwanzo kwamba ulipima sukari, ulipima presha yako, ukawa unatumia dawa vizuri, ukapangiwa kabisa utaratibu wa kuweza kujifungua kwamba una kisukari, sukari yako haijadhibitiwa vizuri, una mtoto ambaye ana uzito mkubwa, labda kilo saba kilo sita. Basi wewe unataka kuweza kufanyiwa upasuaji tarehe fulani, itakusaidia wewe kuweza kujua, kujiandaa kisaikolojia fulani. Lakini vile vile kama ukuweza kujipanga, ukakimbilia ile kliniki hospitali fulani ambako kliniki awapimi sana vipimo, yani hawatumii gharama kubwa. Usipojua hivi vitu vyote, ambayo unaenda kujifungua hiyo siku, ambayo utaingia gharama kubwa, utahitaji kuweza kuongezewa damu utahitaji kuweza kupata rufaa kwenda kwenye hospitali ambayo ina madaktari bingwa wa kutosha, ili kuweza kuokoa uhai wako na mtoto ambaye ameweza kuzaliwa. Kwa hiyo tafadhali, ni vyema kuhakikisha kwanza unavyoenda kliniki. Kuna baadhi ya hospitali au baadhi ya vituo ukienda wanasahau baadhi ya vitu kuweza kuvifanya. Kwa mfano, kuna kupima uzito, ni vyema urefu. Urefu unaweza ukapima mara moja tu kwenye kipindi chako chote cha ujauzito, lakini uzito, kila mwezi unatakiwa uweze kwenda kupima. Kwa hiyo ukiona kama mkunga au nesi wako amesahau labda wajawazito wa, wa, wa wako wengi amezionazo kumwambia naomba nisaidie nipime na uzito. Kwa kila mwezi lazima upime uzito ili tuweze kujua uzito wako unaongezeka kiasi gani. Kila mwezi lazima uweze kupima pressure ili uweze kujua kama pressure yako iko sawa au imeanza kuongezeka. Kipindi chochote kile cha ujauzito pressure yako inaweza kuanza kuongezeka bila wewe kujua na dalili zake zinakuwa hazipo. Mara nyingi inakuwa ni kwamba asymptomatic inamaanisha kwamba dalili zinakuwa hakuna. Kwa hiyo unakuta kwamba huna dalili, pressure yako imeanza kupanda na mwisho wa siku najikuta umedondoka. Kuna kesi nyingi ambazo nimekutana nazo, kuta mama amedondokea nyumbani, analetwa kwenye bajaji, tayari upo kwenye degedege au anapata ile hali ya kuwa na kifafa, na mwisho wa siku anaweza kupoteza maisha yeye na mtoto wake, au akampoteza mtoto na yeye akatakiwa aweze kutumia gharama nyingi sana hospitali, au kwa kupewa rufaa kwenda hospitali kubwa. Kwa mwaka huu 2026 kitu ambacho nataka niongezee kwa mama mjamzito yoyote ambaye anaanza kliniki au kama na mpango wa kubeba ujauzito ni ishu ya masuala ya meno. Kama unaenda kliniki ni vyema kuhakikisha basi unapitia na kwa daktari wa meno. Kwa sababu kuna baadhi ya kina mama wameweza kupoteza maisha kutokana na changamoto tu za meno. Yaani jino tu ina inaondoa uhai wa mama mjamzito. Lakini vile vile kuna kina mama wameteseka kipindi chao cha ujauzito kwa muda mrefu sana kwa sababu tu ya meno. Kulingana na imani zilizopo mtaani, kulingana na kwamba kuna mahusiano makubwa sana ya ujauzito na mambo ya meno, kupata uchungu wa mapema na kupata maumivu makali na kukosa usingizi katika kipindi chako cha ujauzito. Kwa hiyo unapoanza kliniki, nenda na kwa daktari wa meno, kaangalie meno yako, kama yameanza kuharibika ili uweze kuzibwa mapema, kama yameanza kupata changamoto, ukapatiwe huduma ambayo ni stahiki. Usipofanya hivyo, nakwambia kwamba kama na changamoto ya jino ikianza kusumbua kipindi cha ujauzito inawezeka kufanya unakosa usingizi na ukawa kwenye maumivu makali. Ukichanganya na maudhi ya ujauzito, basi utaona maisha ni magumu sana katika kipindi cha ujauzito. Ili kuepuka hilo, ni vema uweze kujua afya ya meno yako mapema. Na jambo lingine, jiandae kisaikolojia. Ujauzito sio mchezo wala sio lelemama, sio ugonjwa, lakini una mabadiliko mengi sana. Kwanza kabisa, una mabadiliko ya kimaumbili na mwili nwezikawa mnene

Watu wakikutania unajisikia vibaya, lakini kama ulijiandaa kisaikolojia kwamba ujauzito unapokuja unaweza kaja na mabadiliko tofauti tofauti kwako wewe, unaweza kuwa unatapika sana, unaweza kuwa na maumbile ambayo sio ya kawaida, mfano pua kama hivi imekuwa kubwa, nywele zikawa sijui zina changamoto au ukawa na changamoto fulani fulani, mdomo kaota vidonda. Ni vitu ambavyo vinaweza kutokea, ni vyema tu kuhakikisha kwamba unaenda kliniki na unajiandaa kisaikolojia. Wakati mwingine unaweza kuanza kumchukia mume wako. Sasa ukisha unaume anza kupata changamoto hii, ni vema basi na mme wako mjiandae kisaikolojia, kwa sababu wakati mwingine inaweza kupelekea mume akaona kwamba hichi kitu kinachotokea sio cha kawaida, kumbe ni vitu vya kawaida, kwa sababu ya mabadiliko ya kihisia na mabadiliko ya kipindi cha ujauzito. Jambo lingine ni kujiandaa namna ya kuweza kujifungua. Wengi siku hizi wanapenda kujifungua kwa upasuaji, yani hiyo ndio kitu ambacho akina mama wengi wanapenda. Sasa hiyo sio njia salama ya kuweza kujifungua. Kwa hiyo unapojifungua njia ambayo sisi tunapendelea mm. ni ile njia ya kiasilia, yani ujifungue kawaida, mtoto atokee pale ambapo mimba ilianza kuingilia, ndo hapo, hiyo ndio njia ambayo ni salama. Sasa mambo ya upasuaji huwa tunaweka kama ni chaguo bi baada baada ya ile njia ya mwanzo kuweza kushindwa. Ndio maana hata mama kama amejifungua kwa mshono au amejifungua kwa upasuaji kwenye mimba ile ya mwanzo, labda mimba ya pili alijifungua kwa upasuaji, ya kwanza alijifungua kawaida ya pili mtoto alikaa vibaya akajifungua kwa upasuaji, au mimba ya kwanza mtoto alikaa vibaya akafanyiwa upasuaji, au mtoto mapigo yake ya moyo alikuwa yanashuka wakaamua mkimbize kwenye upasuaji, basi mimba ya pili sio lazima sana uwezi kujifungua kwa upasuaji, unaweza kujifungua kawaida, japo unataka uende hospitali ambayo ni nzuri, lakini uwe chini ya uangalizi mzuri, na ijulikane sababu ya upasuaji wa mwanzo ni nini. Kujifungua kawaida kuna faida kubwa sana unapunguza uwezekano wa kina mama kuweza kufariki. Mara nyingi kina mama hao wanajifungua kwenye upasuaji, kuna dawa za usingizi, kuna kukatwa tumbo, kama nilivyosema kwenye ile video nyingine, kama ukiweza kusikiliza, unaweza kusikiliza hapo juu. Kwa hiyo kuna mambo mengi yanaweza kutokea na yakapelekea wewe uweze kufariki, au katokwa damu nyingi na ukawa kwenye hatari ya kuweza kupoteza maisha. Sasa kwa sababu kina mama wa siku hizi wana hawapendi maumivu, wanapenda shortcut, anakuambia mimi bora nilizangu kwenye upasuaji kulingana na nini? Kwa sababu anakuwa hataki ile kupitia zile kashkashi -kash. Lakini kujifungua kawaida ndio njia ambayo ni salama. Tukumbuke kwamba hii mishono unapokatwa mara nyingi kwenye tumbo, wakati mwingine unaweza kupona vibaya kule ndani, zikaanza kuleta shida nyingine za mambo ya upasuaji kwenye maisha yako huko mbele baadaye. Kuna kina mama wanalalamika maumivu kwenye mishono, kuna kina mama wanakuta utumbo wao unaziba, japo ni mara chache sana kuweza kutokea kwa hiyo inaweza ikatokea hivyo, lakini wakati mwingine kwa sisi ambao tunataka watoto wengi, watoto sita, watoto wanne, watano na kuendelea, basi uwezekano wa kujifungua watoto wengi unakuwa unapungua. Kwa sababu kama mmepona vibaya, madaktari tunashauri kwamba usiweze kubeba mimba sana, kwa sababu mwisho wa siku inaweza ikawa changamoto, japo hakuna eh, namba ambayo tunasema kwamba hii ukiwa unajifungua kwa upasuaji ama ujifungue mara tatu mara nne, hapana, ila unapojifungua zaidi ndio inavyoongeza uwezekano wa kupata changamoto za masuala ya uzazi, kama najifungua kwa njia ya upasuaji. Na mambo mengine mengi ya kuweza kujiandaa kama usafiri, kama nilivyosema mahala pa kuweza kujifungulia. Unaweza kuwa unafanyia clinic sehemu fulani mkoa wa Dar es Salaam, unataka uweze kwenda kujifungulia mkoani kwako labda Kagera, Mwanza, aliko mzazi wako au mama mkwe. Uweze kujua kule unakoenda kujifungulia kuna mazingira gani, kwa sababu unaweza kufika kama kujipanga mwisho wa siku kwa watu changamoto na ujue lini unaweza kwenda kule na kutakuwa na usaidizi wa kiasi gani, usafiri wa kuweza kutumia kama umetoka usiku. Kuna wale ambao uchungu unaanzia nyumbani anatoka usiku wa manane, ujue usafiri wake unakuwaje na mtu atakaye usindikiza yukoje, kwa sababu kuna wengine wanakuta anakuja kliniki anakuja kwenye hiyo kliniki kujifungulia au uh, hospitali kuweza kujifungulia anafika pale hana ndugu ambaye amemsindikiza au kwa bahati mbaya amemsindikiza mwanaume, kwa sababu mwanaume kuingia leba kuna baadhi ya vyumba vya leba ambavyo majengo yako yako ya kama ya public, kwa maana kwamba kuna kina mama wengi wanakuwa wanajifungua hiyo kwa kwa kama mume wako ameambatana na wewe inakuwa changamoto. Lakini kama kuna hospitali nyingine labda kuna vyumba ambavyo ni vya kujitegemea kwa maana kwamba private unaweza kwenda kujifungulia. Kwa hiyo ni vyema, lazima ujue mazingira ambayo unaenda kujifungulia yakoje na uweze kujipanga. Kuna wale ambao wanakuwa kwa na, na madaktari wao kabisa. Basi ujipange, uzungumze naye, mjiandae namna ya kuweza kujifungua. Na ni vyema kuhakikisha kabisa kwanza umemtanguliza Mungu kwa sababu kila hatua unaenda nayo tanguliza Mungu wako aweze kuwa mbele yako, akutengenezee mazingira ambayo ni salama. Tunajua kwamba kwenye masuala ya uzazi kuna mambo mengi ya kiimani. Sasa vile vile tunasistiza kwamba usifuate yale mambo ya, ya kizamani kutumia dawa za kienyeji e, kufuata zile imani za wazee wako wa zamani ambazo sio nzuri sana katika kipindi cha ujauzito, labda mfano kutokula mayai; ni vitu ambavyo vya kizamani. Kwa hiyo unaweza kula kwa, kwa kiasi chake kila kitu, unaweza kukitumia kwa kiasi chake lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo utaki kuweza kufanya mfano unaona, uchungu umekaa nyumbani, uchungu hauendi vizuri, unaamua kutumia dawa za kienyeji. Hiyo ni tabia mbaya sana, mwisho wa siku inaweza kupelekea mji wako wa uzazi ukapasuka, ukapata changamoto za kutosha na mwisho wa siku kaleta itilafu, e, ukawa kwenye hatari kubwa ya kuweza kufariki, au mtoto wako akatoka amechoka, mwisho wa siku akawa na siku, itilafu, e, ya kufariki, amechoka, siku, changamoto ya kukosa hewa kwenye ubongo, na mwisho wa siku kaleta shida hata kwenye malezi yake, ukatumia gharama nyingi, au mtoto anaweza kufariki. We mwenyewe mji wa uzazi unaweza kupasuka na mwisho siku kaweza kufariki. Ukiwa na swali unaweza kuniuliza hapo chini, lakini mimi nakutakia kila la heri katika kipindi hichi cha mwaka wa 2026 katika ujauzito wako, na kama unatafuta ujauzito basi unafata, ayo, ni vyema kuweza kuhakikisha kwamba unafuata hayo maelezo ambayo nimeweza kukupa. Lakini inawezekana labda umetafuta ujauzito 2024 2025 hujapata, basi ni wakati sasa kuweza kufanya vipimo na ni vyema kuhakikisha kwa kwamba unaenda hospitali ufanyie vipimo kujua kwamba mirija ya mayai inapitisha mayai, mayai yanapevuka vizuri, umeni zako ziko vizuri hapo kwa mwanamke. Mwanaume anaenda kapime mbegu zako, uone mbegu ziko vizuri, zinafanya movement vizuri, zinamkia ambao uko sahihi na wingi wake ni wa kutosha ili uweze kusababisha mimba, au kama kuna itilafu yoyote iweze kufanyiwa eh, uchunguzi na suluhisho lake liweze kupatikana mapema ili uweze kupata uja uzito. Unajua kwamba kupata mtoto Mungu, vile vile kwa hiyo, swali, ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu lakini vilevile ni bahati kuyafanya kwa kipindi hichi nyakati hizi ambazo dunia imeendelea sana.